Yes, mambo vipi? Uh, Kocha wako hapa Abednego mtaalamu wa kusaidia wajasiriamali kuweza kukuza biashara zao kupitia njia ya mitandao ya kijamii. Na hapa leo tutaenda kujifunza namna ya kufundisha magrupu ya WhatsApp. So huenda uko unajiuliza, okay, uh, Kocha Abednego umeelezea ume kuhusiana na uh, uh, uh, kufundisha kufundisha kwenye grupu umeelezea ume kuhusiana na uh, uh, madarasa ya WhatsApp, madarasa ya WhatsApp. So tunaenda kufundisha nini? Kwa example mimi nimewakusanya watu wa PID. Naenda kuwasaidia nini? Naenda kuongea nao vitu gani? Okay, so uh, kitu cha kwanza tunachokukumbusha, tulizungumzia kuhusiana na uh, kujenga ujuzi okay. So uweze uende ukajenge ujuzi, uweze kufahamu changamoto ambayo unaenda kuitatua, uchague soko lako moja ili uweze kulimaster vizuri. Sasa kama umeshaweza kila kitu ah, uh, unaweza kujiuliza okay, mimi sasa najua mambo mengi, sasa mimi naenda kuwafundisha vitu gani? Okay, sawa. So, swali so, zuri, na hapa ndipo tunaenda kujifunza uh, Uh, namna au kitu tunachoenda kuwafundisha kwenye group. Sasa mambo ambayo tunaenda ku kuwafundisha kwenye group letu la WhatsApp ni yafuatayo. Okay so kama wewe upo kwenye soko let's say, labda umekusanya watu wenye changamoto za uzito, umeshawaweka kwenye group. So unaenda kuzungumza nao vitu vya aina gani? Sasa vitu ambavyo tunaenda kuzungumza nao kwenye group letu la WhatsApp ni vile vitu ambavyo vitawasaidia kuweza kuondokana na maumivu ambayo wapo nayo au yale maswali ambayo wanajiuliza kila siku uh, kwamba ni kivipi wanaweza kuondokana na changamoto yao. So maswali unaenda kuwasaidia kuondoa, kuyajibu, uh, maswali yao ambayo yapo kichwani mwao kila siku lakini pia kuweza kuwasaidia, kuweza kuwasaidia kupunguza uh, maumivu yao. Sasa, for example uh, watu wa uzito umewakusanya papo kwenye group moja. Then hao watu wa uzito uliowakusanya kwenye group moja, watu wa uzito, kwenye moja uh, hawa watu wana maswali. Okay? So let's say, tujalie mtu ana maswali, for example ana maswali. So nile vyakula gani? Okay? Au, ah, anahisi vina vinamsababishia kuwa na uzito mkubwa, pengine sio? Sasa wewe ndio haya maswali unaenda kumjibu, okay, lakini pia huyu mtu mwenye changamoto ya uzito u uh, tujalie ana changamoto ya maumivu ya ya nilia ya ya ya magoti, so wewe unaenda kumwelekeza namna gani anaweza kuondokana na maumivu ya magoti, lakini si ana uzito mkubwa, unaenda kumwelekeza uh, uh, anawezekanaje kuweza kuondokana na uh, uh, uh, uzito huo mkubwa, let's say na kilo 108 na, so anawezekanaje inawezekanaje kuweza kuondokana na huo uzito mkubwa so, hatua za awali ambazo zinaweza kumsaidia aweze kuondokana na huo uzito mkubwa, aje apungue, at least hata kwenye, afike kwenye kilo mia moja, apungue kilo nane. So vitu ambavyo inaweza kufundisha ni kumjibu mtu maswali yake, lakini pia unaenda kufundisha hatua okay? namna jinsi ya kuweza kuondokana na maumivu anayopitia. So chonde chonde lifahamu vizuri soko lako, ili uweze kuelewa ni maumivu gani huyu mtu anapitia. Okay. Uh, kwa mfano, kwa mtu wa PID, tujalie mtu wa PID anapitia changamoto labda uchafu okay, na okay, unafahamu okay, hii ni changamoto, ni maumivu anayopitia, uchafu okay, anakosa kujiamini, mimi nitafanya nini? So unaenda kum, kumjibu au kumpa majibu ya hayo maswali anayojiuliza, hayo maumivu anayopitia, okay. Uh, so ana changamoto ya harufu mbaya okay, so Afanye nini huyu mtu anakuwa uh, alafu mbaya tena? Afanye nini huyu mtu uh, aanze kujiamini? Afanye nini huyu mtu hii changamoto isimpate tena? Afanye nini huyu mtu, ili changamoto isizidi kuwa kubwa? Ndio vitu ambavyo wanaenda kumfundisha kwa group lako la WhatsApp. Kumbuka, uh, lengo la kufundisha tunaenda, uh, kufundisha kwa sababu mtu aweze kuelewa kwanza, uh, changamoto yake inavyo uh, inavyo mwendea lakini, pia mtu aweze kukuamini mtu aweze kukupenda, lakini mtu aweze kukuamini, yani kuku trust, okay? Kwa sababu tujalie mimi na wewe leo tumekutana for the first time. Alafu nikakwambia na uza hiki kitu, okay? Tumekutana mtandao nauza hiki kitu, kwa haraka haraka huwezi ukaniamini wala kwa haraka haraka huwezi ukanunua hicho kitu. Sasa kwa nini unifahamu? Kwa nini uniamini? Kwa nini uh, for the first time tumekutana, okay, hujan trust lakini hujanipenda wala kuamini kama mimi, so, naweza nika nikawa mtu sahihi wa kutatua changamoto zako. So umuhimu wa kufundisha kwenye group kwamba utatengeneza mtu wa kuamini, mtu wa kujue, mtu wa kupenda. Akishafanya hayo mambo matatu, yakishatimia mtu anaweza kununua kupitia uh, kupitia mtandao na kimekuja kwa group lako la WhatsApp. Sasa uh, so tutoe mfano uh, uh, kwa mtu mwenye uzito, kaingia kwenye group lako vitu anavyoenda kumfundisha kitu ambacho anaenda kumfundisha, anaenda kumfutia hatua za awali, hatua za awali ambazo zitamsaidia kuweza uh, kuondokana changamoto ya uzito okay? So tujalie huyu mtu ana kilo 108. Na kuna njia za asili. Kuna utaratibu ambao unaweza kumsaidia huyu mtu kuweza kuondokana na hiyo changamoto yake ya uzito wa, wa kilo mia na nane. Okay? So hizi njia zitumie, mwelekeze kuna vyakula anataka huyo mtu atumie. Mwelekeze hivyo vyakula, atumie vyakula gani sasa hivi asianze kuzi, kuzidiwa uzito, uzito siwe mkubwa. Mwelekeze, okay? Baada ya kumwelekeza hivyo vitu from there uh, nenda akishapungua for example umemwelekeza alikuwa uh, na kilo mia na nane wakamwelekeza akapungua kilo nane zikabaki mia moja. So, hatua za awali zimemsaidia kupungua kilo nane. Zimebaki kilo mia moja. Baada ya hapo wewe uwezi ukaishi bila uh, uwezi ukamsaidia mtu of course, na wewe asikusaidie. Tupo kwenye market ya win to win, so ende kwa wote win. Kama umemsaidia naye akusaidie wewe mwenyewe una shida ya pesa. so, hatua za awali umeshamfundisha, lakini huyu mtu bado hajafikia target ya kuweza ku, uh, let's say target yake ni kufikia kupungua kilo I mean uh, apungue kilo mia na nane, kumi na nane awe na kilo tisini o kuna kilo kumi takwa za kampuni yako, moja mbili tatu, lakini utaweza ukachangania a na, na mwelekeze na, na, aina na gani vyakula vitakuepo kwenye hiyo program ya kupungua uzito ili utamwelekeza, pia utampatia labda na PDF labda ambayo utakuwa umeiandaa, ili utamwelekeza kwamba utakuwa umeandaa labda video ambazo unaweza kuwa umezi download ambazo zinamwelekeza mtu aweze kupunguza uzito. Then baada ya hapo, ili uweze kuondokana na changamoto ya na kupunguza hizo kitu kumi zilizobaki na kupatia offer, uchukue product utumie, then ukishatumia, uh, uchukue hii program utumie, then ukishatumia, unapona kabisa. So tujalie, hata kama ndio wewe umekuja na changamoto kama hiyo, nikakusaidia hivyo, umeweza kupungua kilo nane. Ulikuwa na kilo mia na nane ukapungua kilo, kilo nane eh? Chukua hiyo nafasi kwamba ulikuwa na Kwa mba, kilo mia na nane umepungua kilo nane. Ni kusaidia bure, for free kabisa, nikajitambulisha. Mimi jina langu ni Abednego, napatikana labda ofisi zangu napatikana Dodoma, labda ofisi zangu zipo Dodoma, uh, uh, U, nikatuma hadi na picha kwenye group ukaniona, nikakusaidia na hizo njia za for free kabisa, nikakusaidia, umepungua kilo nane, nikikupatia ofa utakataa ofa yangu kwa utakubali, kwa sababu umeshanipe kwanza, umeshanijua, umenipenda, umeshaniamini, nimekupatia, umesha na njia mengine ya bure ya kuweza kutatua changamoto yako, so ni rahisi kuweza mtu kununua kupitia ofa uh, uh, uh, uh, uh, yako. Ukishafundisha vitu kama hivyo so kitu ambacho naenda kufundisha ni kinaongelea ni transformational education, mtu uweze kumsaidia kutoka point A kwenda point B, ili aweze kuchukua huduma yako, aweze kukuamini, aweze kukupenda, aweze ku, uh, kukujua, go from there, unakuja kutoa offer sasa. Kuhusiana na namna kutoa offer, tutakuja uh, kuelekezana, lakini kuhusiana na kufundisha, nafikiri nimeshakupatia tips hizo za kuelewa overall mambo yanavyokwenda, watu kushangia kwenye group lako, lakini kitu kingine uh, kuhusiana na kutoa offer, uh, namna utakavyouza tutakuja kwenye hatua zinazofasa zinazofuata. So naamini umeweza kujifunza hatua hii na imekujenga na umeweza kuelewa sasa unaenda kwenye group na unaenda kufanya mambo ya aina gani. So naamini tumeelewana na, na utaenda kufanya kazi na hatua inayofuata, uh, au zoezi ninalokuachia hapa: nenda jijenge kila siku, lifahamu vizuri soko lako, fahamu maumivu yao, unaweza kuwauliza walengwa wenye changamoto hiyo soko lako vizuri ili utakapoenda kulifundisha soko lako mambo yakawe mazuri na uweze kuwin katika hii hatua. Uh, kitu cha msingi nilisha kufundisha site za kwenda ku, uh, I mean, kujenga ujuzi, so unazipitia sure zile site ujenge ujuzi from there tuweze kuuza. So talk to you soon. Bye bye.